Baada ya serikali kutoa pendekezo la kuondoa marupurupu ya walimu haswa walimu walioko kwenye maeneo magumu almaarufu hardship allowances, kwa madai kuwa kuondolewa kwa marupurupu hayo kutasaidia serikali kujiwekea akiba ya shilingi milioni sita kila mwaka, ni hatua ambayo haijapokelewa vyema na washikadau wengi katika sekta ya elimu kwani muungano wa kutetea maslahi ya walimu wanaofanya kazi kwenye maeneo magumu Kethawa, imetoa taarifa ikipinga pendekezo hilo, wakiwakilisha ombi la dharura kwenye mahakama ya leba, wakidai kuwa hatua hii imechukuliwa bila uwazi wowote miongoni mwa washikadau wa elimu au walimu wenyewe. Mbunge wa Charangani katika kaunti ya Trans Nzoia, Patrick Simiyu, pia akijitokeza na kupinga pendekezo hilo vikali kwa kile alichosema kuwa kuondolewa kwa marupurupu hayo kunaweza wavunja moyo walimu wanaofunza kwenye mazingira hayo magumu na kunaweza changia katika changamoto za kupata elimu katika maeneo hayo. Mimi ningependa kuomba sana serikali isiondoe pesa ya hardship ya walimu a walimu wanapitia mambo magumu sana, na kama kuna watu wanatakana kuangaliwa vizuri sana Kenya hii, ni jamii ya walimu, ama namna gani? Walimu ndio wanachungia watoto, utakuta wengine wanajitolea hata kusomesha wengine. Kwa hivyo hii pesa ya hardship, tunaomba sana serikali iweze kubakisha hiyo pesa, hata waweze kuongeza yale maeneo ambayo yanakaa ni hardship lakini wasiondoe haya. Yanajia baada ya muungano wa walimu wa sekondari KUPPET, wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano huo Akelo Misori kudokeza kuwa muungano huo upo tayari kupinga pendekezo hilo, kwani wanajali masilahi ya walimu wao na kuwa pendekezo hilo lilifanyika bila kuwajulisha sisi. Kama chama tutakubali sehemu hata moja ambayo tayari imeodhoreshwa kama hardship kwa walimu iweze kuondolewa. Hardship za walimu zilipatikana kutoka kwa agitation ya walimu, kutoka kwa migomo ya walimu. Kwa hivyo akijaribu hata kidogo tuta deal na yeye kisheria. Any reduction in the current hardship zones must be informed by empirical improvements in conditions of life across all seven benchmarks set by the National Bureau of Statistics. A minister of this kind cannot take away a benefit that he did not give in the first place. Kama ni hali ya usalama, Laikipia usalama hakuna hata sasa. Mwalimu juzi kule Laikipia North alipigwa risasi kichwa, anatimbiwa hapa cottage. Serikali watakapotoa hizo hela, watarajie kwamba walimu wote watahama. Meri Kialo, makala ya elimu na Undugu.